Karibu katika chaneli yetu ya Next to You uweze kupata services za aina mbalimbali. Na ukaribisha sana. Jina letu YouTube linapatikana kwa jina la Next to You, tunapatikana pale. Kumbuka ukitembelea akaunti yetu, kumbuka kusubscribe, kumbuka kushare, kumbuka kucomment, kumbuka pia kulike, itatufanya sisi tuweze kukuletea vitu makini sana na uweze kutupatia support yako. Leo nenda kukufundisha ni namna gani unaweza kutengeneza namna gani unaweza kupata cheti cha kuzaliwa kwa njia ya online utaingia kwenye Chrome yako au kwenye Google yako, kisha utaandika neno RITA, kisha andika neno RITA itakuletea, utaenda sehemu moja iliyoandikwa RITA Portal au uh, kishafika RITA Portal kama hauna account utasema register, kama una account utasema sign in. Mimi ambaye si ninayo account utasema sign in ini, nikishabonza sign in italeta sehemu ya kujaza username na password, nitaweka username yangu na password yangu. Baada ya hapo, nikisha login, nitaingia sehemu moja ambayo imeitwa base service. Nikisha ingia base service, nitaenda start a new application. Nikisha ingia start a new application, nitasema new certificate. Uh, na nikisha boza new certificate itaniletea hizi vipengele tisa niweze kuvijaza ili niweze kupata cheti changu kipya. Kitu cha kwanza tutaenda kujaza children information, children information, mother information na father information ni vitu ambavyo vinafanana. Kwa hiyo ukishaelewa kwenye sehemu ya children information, sehemu nyingine unaweza kaelewa vizuri zaidi, kwa vile vitu tutakavyofanya. Kwa hiyo tutaenda ku select, uh, kwenye children information, kama ana vitu hivi, kama kwa mfano ana prime number ya primary au prime number ya sekondari utabonyeza. Kama hana kabisa, uh, kama hana kabisa utasema noti available. Ushabwanza noti available, itakuletea kwamba ujaze, ujaze taarifa zake, utajaza zote taarifa zake kama zinavyoonekana mahali hapo mm -hmm. Utajaza taarifa zake, utaselekti sexy, date of birth utaselekti tusemea elfu mbili na tatu, utaweka mobile number utaweka email yake, uta select occupation. Ni kwamba ni, ni bado anini kama ni mwanafunzi utaweka mwanafunzi, yuko level gani, utaweka utasema yesi. taeka select region ni, tuseme kwamba ni Kagera. Tuseme select district, tuseme Mleba. Select ward, tuseme ni Buhangaza. Tuseme select street, tuseme select base, tuseme, tuseme, tuseme kwamba walizaliwa trip, walikuwa watatu. Uh, tuseme select birth utasema kwamba alizaliwa labda tuseme ni nyumbani, atuseme alizaliwa hospitali sawa, itatuletea kwamba pia select, o, select osiru, tuseme ni Buligi dispensary tuseme weight alizaliwa nao alikuwa na kilo nne kilo tano, tuseme select deliver tuseme ni doctor uh, tutasema select country eh,